Na ndugu zangu karibuni sana eh, karibu sana nili, nilisema kwamba tuta, tutazungumzia hili swala la la la, la maujujuo moja ambayo iliweza kutambaa kisha. We, watu wanasema kwamba ni, ni ni watu ambao wameweza kufanya e, ili kuweza kuwachafua wazalendo M23, wako wanatumia njia ya ku, ya kugombanisha wazalendo. Umeelewa? Ya yeah, wako wanatumia mbinu ya kuwagombanisha raia pamoja na wazalendo. Wanatengeneza kitu ambacho kitakuja kita, kita kuja, oh fulani alifanya hivi, fulani alifanya hivi, fulani alifanya hivi, fulani alikula franga za wazalendo. Deje inaingiza ili chokochoko kati ya wazalendo na raia kati ya wazalendo kwa wazalendo. Dunki wako wanavunja kwanza ule uaminifu kati ya wazalendo na kati ya raia na wazalendo na pia kati ya serikali na wazalendo vile vile. Unaona? Sasa kuna ndugu yangu Gisa linaniambia na nimeona kwamba watu wengi wameniandikia hivyo. Wanasema ndiyo tulisikiliza, iambaleto inasema aseme Bitakwira aliweza kuwakusanyisha waz, wazalendo uh, eh, a part of uh, William Amuri Yakutumba akawaambia, si ndugu zangu, mko na habari M23 kuna ukia kule biko nenda hapo Kishasa, kama wanaenda Kishasa na hivi vita iko complique, unaona Barundi hivi wanajiondoa sasa si tutafanya hivi. Mwache bapite. Ah! Bitakwira huyo sasa. Bitakwira sema hivyo aseme. Bitakwira huyo aseme hivyo licha kwamba Bitakwira bita bita bita ni mzee wa position ma anakuwa anajitafuta sana lakini Bitakwira ni muzalendo. Bitakwira hawezi bita kutumika na Mnyarwanda. Hawezi. Bofu simsemei kwamba ni e, e, mtu nabadika, lakini ule kwanza ni nyama mzuri sana ya kutafuna kwa upande wa Wanyarwanda. Ndugu zangu, nawambia hivi, ule abawezi kumwacha hai asa Bitakwira ngie mumikono ya Banyarwanda hivi ah. hata <tuh> ata wanasemaka kwamba shetani hatafanye siku gani, hawezi kuwa malaika hawezi. Sasa Kabla ya kuenda mbali kwanza, ile ujio nitafuti ni wasikilizisheni, na kwanza mwisikilize jinsi huyu mtu alisema, afu ndo tuje tuongee jambo jambo jambo. Bwana fizia sporana wasalimu ni notable wa Itombwe, anafika kwa mtandao nikiwapa mahabari ya bichimbichi, ninyi nikizani amkwake <laughs> na mahabari ndio problem zenu

kidogo kidogo kwa sababu tuko na nyinyi mu grupe. Unaona, Bitakwira alitia mitingi, mitingi kamalizika, akasema kama wataenda kutanana na wakubwa wote ba mai mai. Bakaenda wakakutana na wakubwa ba mai mai, wakafanya reunion yenye ilikuwa usiku. Hiyo reunion sasa bakasema kama Bitakwira akabambia. Sasa ile reunion yenye ilikuwa na baletea. Mwanaiwa politika ilikuwa ikimkinywa sana sana sana, kusema politike ni ni ni chenga chenga. Akawaambia, munaona, hii vita ya M23 yenye kinakuya, muache pigana, muache vitu vya mabunduki, kusema kama M23 kinapita tu huko kwenye kinaenda, na kusudi watu wasipoteze vitu, wasipoteze mali, mnapashwa muache vita, kwa sababu watu huko kwenye M23 kinatoka na kwenye kinaenda, ikipigania mwaimu mwingine na ikipigania hapa itakuwa ni kuharibisha mali ya watu na kuharibisha vitu. Na hivi mnaona Babembe wanaanza ba maimai, mnaanza pia makanisa Wanyamulenge Uvira, mnaanza pia maoni je Uvira ya Ebenezer hivi tena, mnaweza tuma watu wanakuharibika mwingine ya Uvira ovyo. Akamwambia mnaona Barundi bakaongea wote, wakasema sema hivi Barundi walikuwa deja uh, prepare, tulikuwa nabo kama tutapigana hii vita na tutaiweza, lakini leo warundi tena wanaanza jiretire, wanaanza tangaza warundi wanaanza jiretire wardikwa sasa, mko mnaona eske ba mai mai na mafulero, hii vita tutayaplene tutaiweza, kwa hiyo tuache vita sasa, nao wapite gisi biko nende wanakamata zingine mwingine, unaona gisi wanakamata Uh, huko huko Manor Kivu wanaendelea kwenda Makisangani. Inabidi na sisi hapa hatuwezi pigana hii vita, wakaongea vile wakasema tuache, na wakamuuliza makesio walikuwa mwele, wakamwambia eske sasa kwa kuacha hii vita, eske hapa mai mai bo hawa lijipanga, majenero walijipanga nini, vitaendekai yeye akawaambia aba moto wenye walijipanga majina wa jenero ba Ba, ba, ba general bakajipanga general, ba, general, ba, aba mai mai bakomanda bakomanda ba, <coughs> akabambia, mutulie, inapasha na nyie mutafute gisi ya kujiunga, uh, mu parti moya. Kama mtaenda munakuwa adere formation mutaenda kuma formasio tutakuwa biuwa, tuta lakini mwache kupigana. Nakasema sawa tunaona vitu viwezekana Wakasema lakini kusiko wa kuyua ile mahabari, na mimi niko na wapatia ile mahabari, musibebe mu magupeze. Wakasema kama leo magharibi watenda ona ya kutumba, wampe mahabari naye wamwambie vitu ya vita mwiache, lakini wengine wakawa kiski, vitakuwa hivi, wakikuya na wanapita na sisi tuko na masilaha, vitaendaje? Wakamwambia hapana, hakuna bia masilaha. Bia masilaha kila mtu uko na silaha, mtaenda chunga nazo masilaha, muende mrudie makazi zenu kwa nyumba saba. Raia mwenye tapenda kuwa jeshi, bakisha fika, utaenda jadere nyebote, mnashuka kama ni partie ya mai mai, mnashuka mnaingia Ok ba mulukwa te zarume siraha muna enda muna rumangabo muna tiye maformasyo muna changa na vingine, muna muna ingia nye bote muna changa, lakini kitu chenye wapendi ni kitu ya kuita mai mai, tunapenda na siye eh, bazalendo mm -mm. Tuache ba M23 baende gisiriko, banaenda selu gisiriko, banaenda njoo ile renyo ya Bitakwira, na bakaitikana na ba, eh, na ba komanda wote walikuwa nakutana nao ba mai mai bakaitika, bakasema kama na wakati wengine renyo moyo ya kutumba ya kutumba, basi eh, njoo vile ndugu yangu, na njoo vitu tunatafuta, muache amani ku na ba bembe bembe wana leta masasi ni wana patiwa masasi sasa hivi wapigane ni kujaribu sawa sa ni notable Itombwe. Unaona, mmesikia, sasa tulizane. Bitakwira hata kama ata kama hata kama ata kama hata kama anaelafika mwini vo kabisa kusema hivi edai, sio kama nimpigie saa hizi, ngoja ningempigia, ningempigia honorable Bitakwira sasa hivi nimuulize juu ya hii situation. Eske ces vrai ulisema hivi? Kuko audio iko nasema, uh, ngoja tuone uh, tu kama iko mm -hmm. Ngoja nimtafute kwanza hapo honorable Bitakwira, nimpigie tumpigie eh, live, nimuulize kwanza juu ya hii message. Eske kweli kweli Bitakwira ulisema hivi?

lakini um, bo sio mbaya, sio mbaya, awapigwake mara mbili au ukipigia mara moja hivi, anapokei basi, itabidi tumtafute kwa njia zingine, kumtumia hata ujumbe hivi, ili aweze kuujibu itakuwa ni jambo la maana sana. Nitajitahidi kufanya kufanya utufanya hivyo. Sasa ndugu zangu, ni kwamba watu wako wanaingiza mambo ya ajabu ajabu sana. Unaona, M23 iko inatumikisha Wakongomani kuwavuruga Wakongomani wengine. Iko inatumikisha Wakongomani kuanza kuingiza ile chokochoko choko ya ya franga fulani. Ashakula franga, oh, fulani ashapewa franga, fulani ashapewa hivi, ili kujikuwapiganisha, tupigane sisi kwa sisi, tuchukiane sisi kwa sisi. Sasa hii inakuwa ni hatari kwetu, sisi ndio tutapoteza. No, si ndio ndoene, tutapoteza endapo tutashindwa kuwa makini, endapo tutashindwa kujua kwamba wakati wa vita mambo yote yanatokeaga. Usaliti ndio unakuaga upo, usaliti wapo ndio, lakini iski uaminifu hawakuaji wa Hmm? Ndugu zangu tuambiane, eske waaminifu wane wakwake. Mimi nakuwa niko na prinsipi moja, licha kwamba ninakuwa niko na click ya watu, ndani yake kuna wasaliti lakini, na nakwaga najitahidi nibakie mwaminifu. Ndio, tuko wanadamu tuko na mapungufu, lakini najitahidi nibakie kuwa mwaminifu, na hata vilevile vile, na, na, na mi pia nakwaga na natengeneza uaminifu kwa mtu hata kama nikisikia kwamba kuna kibaya dhidi yake kimesemekana, lakini kwangu nitabakia kuwekea uaminifu kwake, angalau aniamini. Sasa wote kwa mtu gani? Ukisikia hiki huku unabadilika, ukisikia hiki huku unabadilika, ukisikia lazima hivi unaenda. Leo basi Bitakwira leo, Bitakwira leo hapa nipata ma message za watu, nasema vrema Bitakwira ndio kwa hivi, Bitakwira ndio ndio Bitakwira tukua nambari kreti unajikuta kwamba mambo yana <laughs> watu tuko desina Bitakwira, tuko desi na Bitakwira. Bitakwira anatudesevoir, Bitakwira anakula rushwa, Bitakwira anafanya hivi. Monsieur, monsieur, hayo yote mambo mmeyatoa wapi? O, kumbe tulisikia kuamba letu Yamba leto ndo walisema se Bitakwira alikusanyisha watu wazalendo akawambia baache njia M23 em, ipite iende wapi? Sie tuko sirplas eh? Tuko kutere. Watu wikula wanabaletea ba, ma, mahabari venye Habiku hata mu RDC. Mtu wikula ki inje ya RDC. Meutasiki ikula kutere mahabari. Ndiye ki hiko kutere. Sie tumeleta za Zandani ndani Mwingine mtu ndani ndani anajikuta chake kiaudio kule na anakipitia na kiona, kiaudio anakikamata, anakisikiliza, anaanza anani kukizungumzia. Wao oh, walisema hivi na hivi. Wao oh, mtu ndani anatuambia, mtu gani ndani mwenye alikwambia hivyo. Je, nini usimpigie vitakuwa na ni yeye peke umpigie, vitakuwa ile gizi, mimi nilimpigia hapa mahali zima na kupokea mimi nitafanya chini juu, ili tupate hii message. Mambo mengine yanasikitisha na mambo mengine pia yanatuzalilisha. Unajua vitu vingapi ambavyo sisi tuko tunaviona tuko tunasikia, lakini hatuvizungumzi hatu hmm? Utakuwa baba gani wa mnyumba wewe ukiwa na tuka defu kadogo na nika eh, kabibi yako unaanza kukaweka hadharani mbele ya majirani, hata mbele ya watoto huko, na kosana na, na bibi yako mshambwe, unaweza kumtukania mbele ya watoto, sasa mpana normali hata mwanamke naye vile vile huko na makosa na bwana wako, mimba basi nakuwa ni hadharani mbele ya watoto mimi hmm? Nakutanaga na nasikia mwanamke iko natukana na bwana yake kiwelewele, mbele ya watoto huko hmm. Baba yenu naye usi kiwelewele tu eh, kisha ndawapi? Hiki kiwelewele sasa, unataka mtoto naye mwite baba naye baba kiwelewele eh, huyu mama yenu kabisa anashindikana, mwanamke gani malaya iko natoka naenda nini mbele ya watoto. Namaanisha kwamba mambo mengine ya nchi, hata kama utasikia kwamba umepewa habari fulani, kiongozi fulani amefanya hivi, kwanza unaangalia uzito wa ule kiongozi, iko na influence gani, na je hizi habari siko na uhakika kweli? Sababu kuna wanasiasa ambao ukisikia se fulani alikula rushwa, ah, ule direct ungeniambia kwamba Bitakwira iko na prepare na wazalendo kukata province ya Sud Kivu ehe, pale ngesema, vwala ni moja kati ya ya, ya, ya maambisho peut-etre, juu acha kuwa na ambisho za kutaka kugombea bu, bu, bu gouverner na acha gombea gouverner, mimi me likashindika. Niambie Bitakwira ni niko naongea juu ya ya, ya, ya kuimarisha wazalendo wa, wa kuimara zaidi mu Sud Kivu vwala, mais c'est Bitakwira na anakula ana, ana njama na M23 na RDF juu na ni juu wapi wapi na wapi. Ndugu zangu, siko msemaji wa Bitakwira e, siko wa kliki ya Bitakwira, sijawahi kula franga za Bitakwira, sijawahi kula taperdeni ya Bitakwira, lakini mtu anaonekanaga kwanza kwa vitendo. Mimi wengi walikuwa hawanijui, kuniona baadhi tu ndio walionaga zamani zamani, lakini Walifanya confiance na Baraka One TV. Na ile confiance ilifanya operation saidia Muzalendo kuingia Mumarsh. Tulipata shite hapa ya, ya ya, laptop na ya, na mixer. Nimetoa apele tu moja. Naona watu watu wengi wana respond. Hmm? Ndugu yangu asante, Ramadhan aliniambia ewe, ni kamera yako, tuliona kamera yako sio nzuri. Kwa hiyo fanya tena nani apele nyingine, tukuchangie uze kamera. Unasikia? <laughs> Nikamwambia ndugu yangu, saa hiyo mambo tutashughulikia. Donc unatengeneza konfiansi ku watu kiasi, yes, kwamba ukiwa kuna shida fulani na ukiwambia, wanasema huu ni mtu wetu wa siri na wanakuravita hii. Na ndugu sisi, ile pia tunatakiwa kuferi konfiansi ku baadhi ya wanasiasa wana, tunajua mapozison mazi za politiki yani ya Mkongo tunajua, lakini hata mtu mmoja tuwezi mwikia na konfiansi kweli. Sasa Sud Kivu, mie sikwagi mbaguzi, Bitakwira haiko mbaguzi e, nani mwingine Eliezer Tambwe haiko mbaguzi e, Jean Pierre Bemba haiko mbaguzi, lakini tunakuaga tunasimamia misingi ambayo iko sahihi. Kuna watu wenye atue, atueawekia atue konfiansa mu provinsa yetu ya Sud Kivu na wale watu wa, wanajulikana ni watu wakote gani? Sasa siri. Ujelewa? Eh kui vita ya M23, venye watu wenye walishapotaka vita ya M23 voseme vita ya Watusi, yani ya, ya kuingia Mukongo, venye valikuwa wanaanza kukimbilia kuka kota kota, ni vamushi bandugu yetu vamushi, hiyo kwanzia RCD bo, na Afdel valikuwa ndani mingi RCD, CNDP, M23, eh, wale nde hatuwezi faire confiance juu ya kuwapatia E na ni kuwapatia uh, uh, uh, na ni kuweza kusimamia ma, uh, masuala ya, ya, wazalendo na nini na province. Ili, a, a, ile hatuwezi kuwa tuna ficha ile ifutu tu tunaambia kwamba RDC kabila yenye inakuwaga ilikuwa iko na wapokea na ni magaidi ni kabila fulani. Sasa ukisema hivi, unaona uh, una hivi una kwamba huyu ni ni, ni mbaguzi. Ukisema hivi, unaonekana kiu uko na una, una, una, una unasemea eh, tribalism no, lakini sio kwa Bitakwira na kama itatokea hivyo, anafanya hivyo atalaniwa, antuka, atalaniwa vibaya mno. Kuko umoya, kuko nani ule na sau kule maeneo ya kizi, ya kiziba mfuliru umoya, hivi aliweza ku munenge, ndugu yake ya munenge. Ehe, unaone ni wafuliru alevalijunga na M23 niliweza kutangaza hizo, na walipigwa sana kule, na nikakaziba mpaka kukimbia, na ule jamaa tu watu tunamtafuta, me alikimbia. Kwa hiyo tunatakiwa tusimame na tuache kusaidia kumanipila sya M23. Kunatia, kuna mzao, mnafikiria kwamba inchi hii Eh, ni brage nchi iko hivi, nchi inaomba watu wa, wenye kuwa na eh, na na moyo wa kujitolea ili kupigania taifa. Nchi inaomba wanaume, wanaume waku, inaomba wa kweli, haiombi wanaume wa wa kulialia, inaomba wazee wa ngwasuma nchi hii, unajua wazee wa ngwasuma RDC inaomba eh, wazee wa ngwasuma, mwanaume mwenye akisimama anaangalia misingi iko hivi, tutembee hivi Ndo watu ambao tunawataka. Nchi hii ni ya kwetu, ndugu zangu, watu wasiwadanganye. Nchi ya RDC ni ya Wakongole. Leo akina Bertrand Bisimwa wako wanawapatia wanawapatia nafasi watusi RDC, mtu sa Bertrand Bisimwa iko nasema ki RDC, la RDC nous a trouvé ici avec noter si la RDC ne veut pas de nous qu'il qu'il uh, parte eh? Eh, RDC ilitukuta tuko hapa na na blongo wetu, na Batusi. Kwa hiyo kama RDC anayetutaki iende. bisi wa uko Bumbafu Bete bisi mwa huko vuyi huko fu. Unaona, wanaanza kuwapatia watusi privilege <laughs> Nesu ni portu kile mtusi, bo atu wakatai watusi Anono, Bo wanasema ki kotiza masisi ya wapi kuko, uh, makomuniti ya watusi yuko mkongo sava. Eski kila mtusi ndi mnya Rwanda? Kama ni mtusi mwenye alibakia Kongo, basi ule ni Kongole tuseme, lakini ule mtusi mwenye alikia Rwanda si mwenye lenda kamatwa na na ba Belge juu ya makazi za mangombe kazi za maviwanda za nini, ule ni mnya Rwanda, tuambiane Claire Frere, ndugu zangu, miaka yenye iko inakuja tutafanya identification, tutafanya sensa, na hii sensa kila mtusi mwenye Rwanda mwenye alikia kutoka Rwanda atapewa ka nini eh, kitambulisho cha ukimbizi. Watapewa kitambulisho cha ukimbizi wanaoishi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kisha baadaye wakitaka uraia waende watafute uraia Tanzania, ili watimua kule kuna wakati nani eh, eh, nani eh, Kagame iko na Mbeki, Kikwete aseme eh, eh, Rwanda iko mpaka na makanali na majenerali na, na, na mu eh, ndani ya jeshi la Tanzania, ndio walikuwepo ndani, walikuwepo ndani Tanzania. w wakati iko Dar es Salaam, nakumbuka elfu mbili na ngapi, elfu mbili kama na kumi na kumi na moja h yeah. Tanzania iliweza kuwatimua Wanyarwanda, uh, mpaka kanali moja ndani ya JWTZ alikuwa anafanya kazi mkoa gani? Uh, mkoa wa oh, na, nasahau ngambo za kanda za Ziwa kule kule, vile, yeah aliweza kukimbia jeshi ilikuwa ni pio ya, ya Kagame colonel kanali, nafikiri nikipenda kumbu kum, kum, kum, mzuri alikimbiaga jeshi, na wengine wakatimuliwa jeshini. Wenye Rwanda walikuwa mlindani na mpaka leo wapo, lakini wanaangaliwa kwa makini sana, hawawezi kufurukuta. Lakini si kwetu, una <laughs> uh, wazee wa ndomboro ya soro mborasur arikokadogo leo Bukavu watu awarari hmm? ni kupandisha morari. ulikuwa wapi? unatoka wapi? ibusiku wewe huko unakwenda wapi? reta telefoni, ushsikia bamwizi ya kwanza ni, ni, ni, ni, ni bae wabakaji wa kwanza ni ba lewe Bukavu Goma, Ewa, bo tuseme tuseme eski wakati ya serikali maligre serikali yetu ni ya ba bumbafu. E, tuko na serikali ya ba vuayuzi ya ba mwasa ya ba kopera serikali ya ba mwizi ya ba kula rushwa, lakini ulikuwa unatoka ako kunyumba usiku unarudia asubuhi bila problem. Ulikuwa unatoka ako kunyumba asubuhi unarudia usiku bila problem. bavandi voler me arme Goma pale tulikuwa tunawabarete kila siku, unaona. Leo mtuambie bandi gani mwenye iko arete Goma? bavandi Goma wanakuwa wengi, bunduki ziko mingi munyumba. Bukavu hivyo hivyo. Leo Bukavu watu wako wanauliwa kila kukicha, Goma watu wanakufa kila kukicha, walikale sehemu zingine huko kote Usisemi sasa Minova na kuendelea. Eski wakati ya serikali ya Chilombo, haya mambo yalikuwa kumchukia ya Feliksi. Usilete adui hmm? Nyinyi mnataka madaraka, mnataka kuongoza nchi si, <gülpia> tuko na uchaguzi, tuko na uchaguzi pale tuko na uchaguzi hata leo hii, ya SMM23 iganyie gero puf, ok, tuka hivu tuorganize maelekso puf. Hakuna mambri wa M23 mwenye hata ganyia kama eleksyo e dairi, kwa kuganyie gero ni ndoto ya ya mchana, ni ndoto ya wazimu. Kwa hiyo ndugu zangu, hapana kushirikiana na adui. Adui ni adui, yule iko na mipango yake alikuwa anatoka Rwanda, iko na objective zake, alikupatia ile 5000 dolari yake juu umsaidie, na nakudanganya wewe, tukifanikiwa takupa. Mkishamaliza ile kazi, una ngapi? Unakuwa anakuambia unanidai ngapi? Si nilikupa 5000 dolari? Ndio nini ingine? Unakuwa esclave wake. Leo ba kolonel wenye banatoka mu FARDC kwenda kujiunga na banya Rwanda na, na, tugende biko na nakufa sama mbuzi, unaona. Kwa hiyo hapana kumpa adui nafasi. Adui ni adui, na ni lazima tumpige adui ili atochie ardhi yetu papa. Hii ni vita ya udongo, haiko vita ya bla. haiko bla. vita ya Felix Tshisekedi. Tshisekedi ni mtu atabu. Ule nawambiaga bana mingi Felix Tshisekedi makazi yake ni Belgique. Ataenda Belgique si tuwakie mu ikongo yetu. Apre imanda yake Felix iko nenda Belgique, yeye mke wake na watoto wake wote wanaishi Belgique. Si ndio wenye ulungu wetu, ifo tupigeni ulungu wetu tusimwangalie Felix. Kumacho mzee wangu William amuli ya kutumba. Na ni wako mwenye ku Belgique. Na ni wako mwenye ku France.

Tunajuana sasa, utasaidie upatie M23 ipite iende wapi? Haiwezi wezekana, donc ile ni maneno tu ya uongo, ndugu zangu, wala msipe nafasi hii. Ni Baraka1 TV, asante sana, tukutane majira ya saa kumi na mbili kwa mitazamo yenu.